Unataka kuniambia kwamba kwa umri huo bado tu hujapata mwanamke wa kusettle naye? Embocha na upuzi wako. Kwa sasa tufikirie Temba, hata kupokea siamu kabisa, kweli na sio rahisi hata kidogo. <laughs> <laughs> Ndio yes, lakini kuna watu wanatusubiri conference from TJ. Bado umechelewa na pia kuna waandishi wa habari. Leo tuna mambo mengi sana ya kufanya. Itakuwa ulikuwa na mwanamke jana usiku. I knew it. Lini utaacha kuchanganya starehe na kazi TJ? Huwezi kubadilika TJ. Hawa wanawake wote watakufanya uonekane hauna maana. Utapoteza watu wako muhimu. Utapoteza heshima. They are only going to distract you, TJ. Watakufanya uonekane hauko serious. Na watakufanya upoteze watu wako wote muhimu. Please, badilika. You need to focus on your hustle, man. Why are you talking to me like that? Kwa nini unaongea na mimi kama baba yangu? I mean, hata siua nimemtaja baba yangu because sidhani kama anaweza kuniambia vitu kama hivi nikamweneo. Maybe my mom. But why are you talking to me like this? Wewe ni mama yangu? Eh? Na nikusaishi nimekuwa na wanawake from day one Hawa wanawake hawa ndio ambao wamenifikisha mimi hapa nilipo. This is women right here. Ih, sikuwahi kuwa na bahati mimi Estazia, yakuwa na pesa au chochote. Sikuwa hata na uwezo wa kutaka kuwa na mwanamke yote ninayemtaka because I was poor. Sasa naweza nikasema, it was because of these women mpaka nikapata hata ari ya kufanya kazi na kupata ninachotaka and now I can sleep, I can do, I can have any woman I want. Na kama ni pesa nazo na kazi nafanya and TJ Records is going forward. So sitaki uendelee na hotuba zako. Nimekuleta hapa ufanye kazi sio kunipa lecture. Understood? Yes, boss. I'm sorry. Good. Nenda bodu mukaandae mkutano sasa hivi, umesikia? Estazia, umesikia? Yes, boss. Dani, asubuhi utakuwa na meeting na Mr Gupta. Saa sita mchana utakuwa na meeting nyingine na waziri wa nishati na madini. Saa nane na nusu unatakiwa kuonana na mwakilishi wa Ruby Company, kutoka South Africa. Very important. Saa kumi kamili also itabidi uonane na Josh ili muweze kumaliza ile mikataba iliyo pending. Guess you remember that. Na saa mbili usiku utakuwa na Dina. Okay. Na Grey. Okay. Anataka kuzungumzia biashara muhimu sana. Hold up. Kwa nini ratiba yako iko tight sana? Huh? Can you adjust it vitu vingine vifanyike kesho? I've tried, unfortunately, haitawezekana kwa sababu zote ni muhimu na tumewazungusha kwa muda mrefu sana. Oh right. I so, I guess can can handle it. Um, can you grab me my phone? Mark, I'm sorry this is not the right time to tutaongea baadaye cause nina ratiba tight sana leo, na wewe ndio uyonichelewesha. Oh, samahani hata kuniuliza naendeleaje. I'm glad you're okay. Ila naomba, hatuwezi kuongea sasa hivi. Or else I will give you a second heart attack. Nimekupigia kuambia asante kwa kuokoa maisha yangu. You're very welcome and nasikia for right list unaendelea vizuri good to hear from you though but please let me do what i have to do today and nakuomba usinipigie simu leo because nitakuwa niko busy sana okay good day Whew. Um, i guess we're done yeah

kwa kuniona ni special, you know. It's okay, baby. Lakini kinachonishangaza mm-hmm, ni kwa nini unataka kujenga maisha na mimi. Sijakataa, Sean. Mimi nataka tu uwe ujue kwamba maisha ni majukumu, sio tu raha kama unavyodhani. I'm grown. Ushafahamu kila kitu bado? San, hujakuwa na kuona. You you don't think. Why do you say that? Wazo lako la jana usiku. Kwa hiyo naona hiyo ni wazo ya kitoto. Yes, kwa sababu umewaza mafanikio zaidi ya hasara. So, Katika maisha usidharau, kama tumeweza kuhack simu za watu bila wao kujua Niamini, niamini, tutafanikiwa tu. We have to take risks. Niamini, niamini tu. Kufanikiwa sio shortcut, Sean. It takes time and patience. Hakuna hakuna shortcut kwenye maisha. And a shortcut is always a wrong cut. Mimi naona tu tuachane na haya mawazo yako, utaishia pabaya. So we we soma, maliza chuo, tafuta kazi. Don't worry about me. I'll be waiting for you saw. I promise. <laughs> Nilizaliwa katika mazingira magumu sana. Mimi sikuwahi kuwa na bahati katika chochote kile maisha, n jambo hili lilinitesa sana. Baba yangu alifika wakati akawa anaamua kuniita hopeless. Nilipitia nyakati ngumu sana. Kuna sehemu ambazo nilikwenda hata nikafukuzwa na kuonekana kama sina maana. Nilijifunza kwamba ili niweze kukubalika, nililazimika kuitafuta hii bahati, ili niweze kujikwamua kutoka katika ule utumwa. So nikajifunza kwamba bahati ni Mungu. Bila pesa huwezi kuwa na bahati. Rafiki wa bahati ni pesa. Na baada ya kufanikiwa, baada ya kupata pesa, oh, marafiki waliongezeka kama utitiri. Wale waliokuwa wananiona sifai, wale waliokuwa wananiita adui, mjinga, fukara, walitamani kula mesa moja. Najua mnajiuliza kwa nini nayaongea haya mbele, ni kwa sababu ninahitaji kila mmoja wenu aweze kujua mchango wake na umuhimu wake ndani ya TJ Records, lakini pia mafanikio yaweze kuathiri maisha yenu katika mtazamo chanya. TJ Records ni kampuni ambayo imepanga kwenda mbele maana kukua kwa kampuni ni kukua kwenu nyie pia individual. Nimeamua kuibadilisha TJ Records kutoka kwenye recording company na kuiflip zaidi, kuifanya record label. Ni movement kubwa sana, inahitaji ujasiri sana, na inahitaji umoja kama timu. Kazi yetu kubwa sana, na moja ya pekee sana itakuwa ni kusaini wasanii muziki, sio wasanii tu, lakini wasanii wenye uweledi na uwezo wa kufanya muziki. Kwa sababu tumeona fursa, tumeamua kuanzisha platform ambayo watu sasa wanaweza kudownload nyimbo zetu kwa kufanya streaming au kudownload na kulipia, kutengeneza application ambayo utaburudika na mziki tumekwenda mbele kufikiria kwamba TJ Records sasa inaingia pia kwenye kuathiri tasnia ya filamu in a positive way. Maybe utajiuliza kivipi. Soundtracks, score ni vitu ambavyo vina changamoto sana kwenye filamu. TJ Records inakwenda kurekebisha. Najua kwamba mwaka elfu mbili na nane tasnia ya filamu iliingizia serikali sio ili ingiza mifukoni mwa watu serikali, over 618 billion shillings. Siku zote tumekuwa mstari wa mbele kuziangalia fursa na kuzifata na kuzifanyia kazi. Fedha tunazo, uwezo tunao, timu tunayo, lakini ili tufanikiwe, ili tuweze kupata bahati Tuna kitu kikubwa sana ambacho ni cha muhimu sana. Hatuwezi kulala, hatuwezi kuchelewa, hatuwezi kubweteka, hatuwezi kuridhika. we have to move forward na hili natakiwa tulifanye mapema sana um, li nahitaji. Swali zuri sana ulikuwa unahitaji tuanze lini? Ukiniuliza mimi nitasema yesterday, right. that's right. hatuna muda hata kidogo, oh yeah. ni lazima tukimbie twende basi, so ninawapa homework. Kila mmoja wenu nendeni leo majumbani kwenu, kafikirieni mawazo ideas ambazo mnaweza kuzileta hapa mezani, tukakaa nazo pamoja, tukazichambua na kupata ambazo zinaweza kuendana sambamba na vision na mission ya TJ Records. kwa sababu hii ikisogea, wote tunasogea. Guess what? What, hatuna muda wa kulala, hatuna muda wa kupoteza. Shika vizuri tu usivunje haya mayai. mm. TJ, TJ! You killed it man. I know, man, know appreciate. Naona umeanza kubadilika. Asante sana. Hii e, itatuletea maendeleo makubwa sana kwenye biashara yetu. Oh yeah. Oh yeah, oh, yeah, yeah. Ilibidi tufanye kitu man. I I mean, mean. you know, we are here tunafanya biashara, we need to make money. So, find ways. I mean, tuko pamoja. Yeah. Safi sana. Naona -no, jambo lako limefanikiwa kwa 100%. Hapo tena roho yako safi kabisa, umefurahi kabisa, eh? Una maana gani? Hmm. Yaani umesababisha mimi Temba nichukie ili matunda yake mafanikio ule peke yako. Na ngea, Temba, takia, ya ili umefanikiwa. Ongera sana. Temba hataki hata kunisikia, kweli. Lakini wewe mzee. Ili jambo mbona tulishalizungumza na tulishalimaliza. Eh? Kwani unapenda kurudia rudia ile jambo bwana? Mimi nimeshachoka sasa, naomba uniache nipumzike. Sawa. Nitaishaje bila kuongea. Wakati Temba umempa sumu ya kunichukia mimi moja kwa moja, labda mpaka umwambie wewe, eh, umpe antidote ya kuotoa hiyo sumu ulompa, vinginevyo Temba ataendelea kunichukia tu, kwa sababu ushampa sumu yule. Wewe mzee, unaona unazeka vibaya. Yani wewe kutwa ni lawama tu, kwa nini? Eh, ndio unanipuuza hapo, kana maneno yangu hana maana. Bwana wewe, waza utakavyowaza lakini mimi nilisimama kama mama na sikutaka mtoto wako hata mmoja ya kuchukie. Sasa kama wewe unanifikiria hivyo, kwa hiyo mimi nilikuwa sio baba bora eh? Mimi sikusema hivyo hmm. Yaani hapa ni muda tu, yaani muda ukipita utaongea, muda utanabaisha kama mimi ni baba nimemzaa na kumlea ama la. Sasa nakuambia hivi, hata wote ukitaka wachukue, na wewe keti, chukua pia, nenda naye wewe, ufanye na roho yako, utajua mwenyewe.